Katikati ya hiyo uh, mheshimiwa aliniuliza mimi kama leseni yangu ya mwaka huu wa 2026 nime nime renew uh, nimeeleza mahakama kwamba taarifa nilizokuwa nazo kutoka ofisini kwangu kwamba imeshakuwa renewed, na alinipa dakika kwenda kuwasiliana na watu ofisini wangu, ameniambia kwamba iko maombi ya Shapiro, subscription na submit online yako kwa issuing authority. Issuing authority ni mrajis wa mahakama kuu, ambaye ndio anatoa leseni za kurenew, kwa hiyo haiko iko mikononi wa mrajis, ndio ambaye hajatoa mpaka dakika hii e. Na kama ambavyo mheshimiwa amesema kwamba taarifa alizokuwa nazo mawakili watatu tu Zanzibar nzima ndio mpaka leo wamerenew leseni zao, ni hali ya kawaida ile swashwe katika hata huko mitaani huko si ndio? Madukani utakuta leo, mpaka leo mtu leseni hujenda huja kuchukua au sivyo? Wewe, ni hali ya kawaida si jambo la nini. Na hiyo haituzuii sisi kuendelea na, na shauri Eh, mahakama imeagiza kwamba tarehe 14 mwezi wa kwanza, shauri kwanza yataunganishwa yote, maombi yatakuwa consolidated, kwa hiyo yatasikilizwa kwa pamoja. Lakini la pili yatakuja kusikilizwa siku hiyo eh, ile hoja ya kwamba wedha mahakama ina, ina, ina uwezo uweza au haina kusikiliza haya maombi, hiyo ndio ambayo itakuja itaelezwa, kwa hiyo baada ya hapo ndio mahakama itatoa uamuzi wa kwamba kama mahakama ina uwezo au au haina. Uh, kwa hiyo tusubiri tusubiri tusubiri. Hapo ni haya ma so, sorry, ni haya maombi ya ya, ya, ya exemption ya, oh, okay. ya exemption yeah. Maombi ya kuku, kuku, kusamehewa gharama yeah. Sawa eh? Sio ya mpamiki. Sio kesi ya msingi, kwa sababu imeibuka ndio sasa hivi case kwamba wanahisi kwamba kuna sheria mkuu ana uwezo wale kuombea kwa sababu kesi zimefunguliwa tena. ah, mahakama imesema kama mwanasheria mkuu anataka kuingia basi kuna utaratibu wa kufuatwa, eh. kama vile yeah. ulivyo, yeah. swali langu Mheshimiwa, mantiki ya hii konsano ulioieleza leo, wanataka hizi kesi za ubunge za Zanzibar sio wao wameeleza tu juu ya uwezo wa mahakama uwe. Sasa kwa sababu hawajaeleza hoja zao kwa kina, au sio? Tutasubiri tuje tuwasikilize siku siku hiyo atakapokuja kusikiliza, lakini tunafahamu kwamba hoja hiyo imejitokeza pia kwenye kesi ya msingi, na tunajua maeneo ambayo wao wamejipanga ku, kuleta kama hoja za msingi, na sisi tumejipanga kuyajibu, kuyajibu kama hoja. Kwa hiyo mwisho wa siku tutaachia mahakama ndio ita itaamua kama ina uwezo au au haina uwezo. Sawa. Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo joto tu wale, au sivyo? Eh, tunabiliya, tunabiliya eh lakini ndio hatujui watasema wanataka kusema nini. Uwezo huu anao nani, au sivyo? Hajasema kwa sababu asema, ukisema huyu hana uwezo, mwenye uwezo nani? no, no, na au sivyo? no, no, kwa hiyo ndio tusubiri tuje tusiki, yeah, tusikilize, yeah, tusikilize yeah, siku hiyo na alafu, then tupate k. Tumefahamiana vizuri jamani. Haya, asanteni, yeah, nawashukuru yeah, sana yeah.